Siku Yes, jana ilikupatia story kuhusiana na masuala mazima ya Iran pamoja na Israel, kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea kwa upande ule. Eh, sasa Rais Trump pia ameweza ku drop maoni yake, lakini pia nakusema kwamba kwa, eh, kwa sasa hivi bwana Iran haitaweza kushinda vita dhidi ya Israel. Sasa hiyo taarifa sahihi kabisa ambayo imeweza kuzungumzwa eh, na Rais Donald Trump ameweza kutoa kauli kadhaa leo, ambapo pia ameweza kusema kwamba Iran haiwezi kupata silaha za nuclear, haipati ushi katika vita hii na kwamba watu wa Tehran e, wanapaswa kuhama mara moja e, so ameweza kushauri hivyo kwamba wanaweza kupaswa, e, kuhama mara moja kutoka katika ile sehemu ambayo inafahamika kwa jina la Tehran, wanaweza kupaswa kuhama kabisa. Sasa kwa mfano katika G7 alipoweza kulazimika kuondoka mapema alisisitiza kwamba Iran ambayo inafahamika kwa jina la Iran e, cannot have hiyo ndio kauli ambayo aliweza eh, kutumika na aliwaelekeza eh, ku, kwamba wananchi wa Tehran wasihudhurie maeneo yenye eh, gasia kwa sababu kuna machafuko makubwa ambayo yanakuwa yanaendelea maeneo hayo, so eh, wananchi wao wanaotokea huko wasiweze kusogea katika maeneo hayo kwa sababu gasia ni kubwa, gasia ni nyingi ambayo inakuwa inaendelea eh, katika matukio tofauti tofauti. Sasa pia aliweza kuonya Iran sio kushinda vita eh, dhidi ya Israel na alielekeza wazi kwamba ilikuwa eh, ni, mz, ni mazuri kwao kuweza kurejea u ni vizuri kwao kuweza kurejea mezani waweze kufanya mazungumzo ambayo yataweza kusababisha wakaweza kusuruhisha eh, swala hili sasa. Kwa kuwa Trump alishasema haya mara kadhaa leo, ni wazi kwamba amekuwa akisisitiza Iran si mshindi katika mzozo huu wa nyuklia na majeshi, na kwamba hakutaka arushe silaha kali zaidi na badala yake alitaka waweze kukaa mezani kuweza eh, kufanya mazungumzo ambayo yatafanya wao wawe waweze kumaliza eh, vita hiyo baina ya Iran pamoja na Israel. Sasa kuna operation nyingi sana ambazo pia zilikuwa zikifanywa na Israel pamoja na Iran, eh, katika machafuko haya. Sasa Israel pia imeweza kuanzisha mashambulio makubwa katika eh, maeneo ya nyuklia ya kijeshi ya Iran tangu Juni 13, ikilenga vituo kama Natanz na makao makuu ya IRGC mashambulio hayo pia yamehusisha anga za ndege na miito ya Mossad kutumia drones ndogo ambazo pia zilizoweza kutekeleza eh uharibifu huo ambao unaweza kutokea warada, lakini pia na miundombinu ya kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Iran. Na ndio maana sasa Trump wameweza kuweza kuweka ushauri, kuweza kutoa ushauri kati kati, kati, kati ya Iran pamoja na Israel waweze kukaa chini na waweze kuwa na mazungumzo ambayo yataweza kusababisha machafuko haya yaweze kupoa au yaweze eh, kutulia, kwa sababu Iran kutokana na nguvu ambayo yuko nayo ya kumshinda Israel itakuwa ni ngumu, ni ngumu sana. Drop yako hapo kuhusiana na e, swala hili. Vita vimekuwa ni vikali sana. E, watu wanaweza kupata shida sana katika maeneo ya Iran, wanaweza kuteseka na mach, mach, machafuko yoteyote yote ambayo yanakuwa yanaendelea e, kutokea. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu ili wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa nyingi zaidi.